Agizo hilo la rais Magufuli alilitoa kwa mara ya pili katika shughuli ya uzinduzi wa mradi wa mabasi yaendayo haraka, lengo likiwa ni kuhakikisha miundombinu ya mradi huu haiharibiwi, ambapo kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani nchini Mohamed Mpinga amesema zoezi hilo ni mwanzo tu na yeyote atakayetumia miundombinu hiyo hataonewa huruma. Lakini sasa hivi kama nakumbuka, kulikuwa kuna agizo la Mheshimiwa Rais wakati akizindua haya mabasi yaendayo haraka, swala la kupita kwenye barabara hii ya BRT marufuku lakini bado pamoja na tangazo la Mheshimiwa rais, lakini bado kuna baadhi ya bodaboda wamekuwa wakiendelea kupita katika barabara hiyo. Kwa hiyo tumeanza operation hii ya kukamata pikipiki piki ambazo zinapita katika eh, barabara hii, lakini pamoja na makosa mengine ambayo tumekuwa tukiyakamata. Sasa katika hizi siku mbili tu, jumla pikipiki piki, karibu takribani 61 zimekamatwa katika eh, operation ambayo tunaendelea ya wale ambao hawajavaa eh, kofia ngumu, lakini vile vile, abiria ambao hawajavaa kofia ngumu, lakini na pikipiki zingine ambayo zinapita katika barabara hii ya BRT. Lakini Awadhi Haji ni mkuu wa kikosi cha usalama barabarani katika jiji la Dar es Salaam, ambapo amesema idadi kubwa ya waendesha bodaboda wamekuwa wakipita katika barabara hizo na kuasa kutii sheria bila shuruti. Kwa hiyo mimi nitoe tu wito kwamba ya watu sasa wafuate sheria na hatutakuwa na huruma au muhali kwa yote ambaye, aa, anafanya makosa haya ya usalama barabarani. Lengo tuweze kudhibiti hizi ajali zinazotokana na, na uvunjifu wa sheria za barabarani, lakini pia uzuia hiyo miundombinu ya barabara za mabasi ya mwendokasi isiharibiwe na watu wengine ambao hawakulengwa kuzitumia barabara hizo watuhumiwa makosa hayo na mengine ya uvunjifu wa sheria za barabarani pamoja na abiria wao wapatao sitini na moja. Baadhi yao wamewatahadharisha wenzao kuwa adhabu iliyotajwa na Mheshimiwa Rais ni kweli inatekelezwa. Mimi huku sio mwenyeji sana, ila tukuna ndugu yangu nimemleta mara moja, tunikaa nimepita ile njia ah, kweli wanakataza, lakini sasa yaani, ni, ni, ni, nimekosea n tu. Naomba bodaboda wenzangu tuweze tutii agizo la rais mwendokasi ni hatari kupita mwendokasi. kama mnavyoona, pikipiki za wenzetu zimefunguli matairi na wako maabusu pale. Kwa hiyo tunaomba jamani, tusije mwendokasi, tusipite mwendokasi kabisa. Hii ni moja ya barabara hizi mabasi yanayokwenda kwa haraka, ambapo licha ya makatazo ya mtu yoyote kupita katika barabara hii na chombo chochote cha moto, bado wananchi wameendelea kukaidi agizo hilo. Kama ambavyo tumeona, jeshi la polisi limewatia mbaroni baadhi yao na kutekeleza agizo la mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kung'oa matairi katika vyombo hivyo. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la Moroko jijini Dar es Salaam, jina langu ni